Nikimwangalia ya v ya, kwa sababu yeye tayari ameshafika huko, unaelewa. Ameshaupeleka hata mziki wake international, unaelewa. Ameweza kujibrand kubaki pale yeye alipo ko. Nikimwangalia yule naona okay, hapa kuna kazi ya ziada kufanya. Naye kazi nimesha kufikiria, kwa sababu nande ni mshikaji wangu, lichatuka mwanamziki, alafu ni mwanamziki ambaye namkubali anafanya vizuri uh, na pia ni mshikaji ya yeah. Ni mshikaji wangu kwa kufikiria kufanya naye kazi, hata tushie kuongeaga kwamba tutafanya zetu kazi yani, katika maongezi yaye ku, ya kuongea tuliongeaga kuhusu hiyo swala kufanya kazi, ila nadhani bado hatujaliweka official wala hatujaliongelea kiusiriasi hivyo hivyo. Lakini ikifika wakati tutafanya kazi obviously. Kwa sasa hivi sihitaji mwanaume kusema mpaka na mtamani <laughs> ni mcheki no no no no, i have uh, lakini ku, kufanya kwenye social network, labda kama unataka kuwafaidisha watu wengine, ila kama kwa, kwa mimi naangalia, labda kama kuna kwa, kuna watu wengine ambao nitataka kuwafaidisha, ndo nitaweza kwenda kwenye Instagram, kwenye social network, kwenye blogs kuweza kuongea ila kama ninataka ndani ya moyo wangu na ninakitaka kitu basi, nitakitafuta personal nikikipata hivyo, kwa sababu unavyoweka mambo yako wazi ndio hata mwanzo wa vitu vyako kuwa yaani kuharibika ku, kwa sababu unatakuwa sometimes uwe na maisha yako private hivyo. Bila Barnaba ile nyimbo isingekuwa nzuri hivyo. Uh, Lulu alimtegemea sana Barnaba, all that ilikuwa so kweli, labda kwa sababu Barnaba ni tayari star Uh, yani, tayari alikuwa kipindi hicho. Mimi ndo nilikuwa na yani, mimi ndo mdogo yeye ni mkubwa, endo hata sasa hivi yeye ni mkubwa kwangu, kwa sababu ameanza game muda mrefu sana, so that ngoja uh. Kwa hiyo watu wakawa na hisi ni hivyo, kwa hiyo nika, nikaona anyway, so nifanye kitu ambacho nitasimama mwenyewe na kitakuwa kizuri that's, na Watanzania wakielewa kweli, nikatoa simu ache what wrong kwamba Hapana, sio kweli, naweza nikasema mwenyewe na ngoma ikawa hiti na kweli uh, Usimwache nafanya vizuri mpaka sasa hivi iko kwenye top 20 za radios tofauti tofauti na bado haijatoka.